Maumivu ya mgongo kwa mjamzito: sababu na mbinu za kupunguza kila hatua ya ujauzito. Maumivu ya mgongo ni tatizo la kawaida kwa wanawake wajawazito, hasa katika sehemu ya chini ya mgongo. Hali hii hutokea kwa sababu ya mabadiliko ya mwili yanayotokea wakati wa ujauzito. Sababu kuu za maumivu ya mgongo kwa mjamzito: mabadi... katika ujauzito mwili huzalisha homoni ya relaxin ambayo hulegeza misuli na viungo ili kuandaa mwili kwa kujifungua. Hata hivyo, homoni hii inaweza kusababisha kulegea kwa mishipa ya mgongo na nyonga hivyo kuongeza maumivu. Uh, kuongezeka kwa uzito. Kadri uja uzito unavyoendelea, uzito wa mama huongezeka na hii huweka mzigo mkubwa kwenye mgongo wa chini, hivyo kusababisha maumivu. Mabadiliko ya mhimili wa mwili kadri tumbo linavyokuwa, mhimili wa mwili hubadilika na kusababisha mgongo kujikunja zaidi ili kusawazisha uzito. Hii huongeza shinikizo kwenye misuli ya mgongo na kusababisha maumivu. Porter, kupungua kwa nguvu ya misuli ya tumbo. Misuli ya tumbo husaidia kusaidia mgongo. Wakati wa ujauzito misuli hii hulegea na kupanuka, hivyo kupunguza msaada wake kwa mgongo na kusababisha maumivu. Mfadhaiko na msongo wa mawazo msongo wa mawazo unaweza kufanya misuli ya mwili kuwa na mvutano mkubwa hivyo kuongeza maumivu ya mgongo. Kukaa au kusimama kwa muda mrefu. Wanawake wajawazito wanaokaa au kusimama kwa muda mrefu bila kupumzika huwa katika hatari ya kupata maumivu ya mgongo kutokana na mzigo mkubwa wa mwili. Mbinu za kupunguza maumivu ya mgongo kwa kila hatua ya ujauzito. Katika miezi hii maumivu ya mgongo huwa machache lakini yanaweza kutokea kwa sababu ya mabadiliko ya homoni na kuanza kwa mabadiliko ya mwili. Njia za kupunguza maumivu: fanya mazoezi mepesi kama vile kunyoosha mwili na mazoezi ya kupunguza mvutano wa misuli. Lala kwa mkao mzuri, tumia mto kati ya miguu ili kupunguza shinikizo kwenye mgongo. Kula chakula chenye madini ya calcium na magnesium ili kuimarisha mifupa na misuli. Epuka kubeba mizigo mizito ili kupunguza shinikizo kwenye mgongo. Miezi quarter, sex. Katika kipindi hiki, tumbo linakuwa na linaanza kuvuta misuli ya mgongo kwa nguvu zaidi, hivyo maumivu yanaweza kuongezeka. Njia za kupunguza maumivu: tumia mto wa ujauzito wakati wa kulala ili kupunguza shinikizo kwenye mgongo. Kaa kwa mkao mzuri; usijikunje sana unapokaa ili kupunguza shinikizo kwenye mgongo. Tumia viatu vya chini ili kupunguza mzigo kwenye mgongo wa chini. Fanya mazoezi ya yoga ya wajawazito ili kusaidia kupunguza mvutano wa mgongo. Miezi seven, nine. Katika miezi hii stela. uzito wa mtoto umeongezeka na mgongo hupata shinikizo kubwa zaidi. Maumivu ya mgongo huwa makali zaidi, hasa sehemu ya chini. Njia za kupunguza maumivu, tumia mkao mzuri wakati wa kulala. Lala ubavu wa kushoto na tumia mtoko kuwekea tumbo na kati ya miguu. Epuka kukaa au kusimama kwa muda mrefu, hakikisha unabadilisha mkao mara kwa mara. Tumia maji ya moto au barafu kwenye mgongo ili kupunguza maumivu. Fanya masaji ya mgongo kutoka kwa mtaalamu wa wajawazito. Va mkanda va mkanda wa kuunga mgongo ili kusaidia kupunguza shinikizo kwenye mgongo. Oga maji ya uvuguvugu ili kusaidia kulegeza misuli ya mgongo. Um, wakati wa kumwona daktari ingawa maumivu ya mgongo ni ya kawaida kwa mjamzito, unapaswa kumwona daktari ikiwa: Maumivu ni makali sana na hayaishi hata baada ya kupumzika. Unapata maumivu makali kwenye mgongo wa chini yanayoambatana na homa. Unapata maumivu makali yanayoenda hadi kwenye miguu na miguu inakufa ganzi. Maumivu yanaambatana na kutokwa na damu au maumivu makali ya nyonga. Hitimisho. Maumivu ya mgongo kwa mjamzito ni jambo la kawaida kutokana na mabadiliko ya mwili, lakini yanaweza kupunguzwa kwa kutumia mbinu sahihi kama mazoezi mepesi, mkao mzuri na kutumia mto wa ujauzito. Ikiwa maumivu ni makali sana, ni muhimu kumwona daktari ili kuhakikisha hakuna tatizo kubwa la kiafya. Changamoto za kawaida za mimba. Mbali na maumivu ya mgongo, kuna changamoto nyingine za kawaida zinazowakumba wanawake wajawazito, zikiwemo kichefuchefu na kutapika, hasa katika miezi mitatu ya kwanza. Uchovu mkubwa, mwili unatumia nguvu nyingi kuunda maisha mapya. Um, shinikizo kwenye kibofu kutokana na ukuaji wa mtoto, kujaa kwa miguu na mikono kutokana na mzunguko wa damu kuongezeka, kiungulia na tatizo la kumengenya chakula, homoni za ujauzito huathiri mfumo wa mengenyo wa chakula, kupata mate mengi, hali inayosababishwa na mabadiliko ya homoni, kubadilika kwa hisia, athari za homoni za ujauzito kwenye mfumo wa neva Maumivu ya mgongo kutokana na uzito wa mtoto na mabadiliko ya mwili. Usikose se somo linalofuata. Katika somo linalofuata, tutajadili kwa kina dalili hatari kwa mjamzito: ni nizi, zipi na unapaswa kufanya nini? Hili ni somo muhimu kwa kila mama mjamzito kuhakikisha afya yake na ya mtoto wake. Endelea kufuatilia ili kujifunza zaidi kuhusu afya ya ujauzito.